Ifuatayo ni simulizi ya kijana wa kike anayeitwa Sara mwenye miaka 18 na asiyekuwa na ufahamu wowote kuhusu masuala ya afya ya uzazi na huduma rafiki kwa vijana. Simulizi hii ya kusisimua na yenye mafunzo inayoangazia changamoto halisi zinazowakumba mabinti wengi ina sehemu ya kwanza hadi ya tano katika mfululizo wa mambo mbalimbali hasa yanayowahusu vijana wa kike. Mtunzi wako ni Andreu Ndomondo au Andy Solver. Sehemu ya kwanza ya simulizi Sara Hajui. Sara alikuwa msichana wa miaka kumi na nane kutoka kijiji cha Mwanzugi. Alikuwa mrembo mwenye tabasamu la kuvutia na ndoto nyingi. Alimaliza darasa la saba miaka miwili iliyopita, lakini hakuweza kuendelea na sekondari kwa sababu ya changamoto za kifamilia. Baba yake alifariki akiwa mdogo na mama yake alifanya kazi ya kuuza viazi sokoni ili kuwalea watoto wanne. Sara alipenda kuimba, alijua kupika vizuri, na alikuwa akisaidia majirani katika kazi za shamba. Lakini kulikuwa na jambo moja kubwa ambalo hakuwahi kufundishwa, masuala ya afya ya uzazi. Hakuwa na mtu wa kumwambia kuhusu hedhi, kujikinga na mimba, au hatari ya magonjwa ya zinaa. Shuleni hakuwahi kufundishwa zaidi ya maneno machache ya ukoma wa wanawake. Nyumbani, mama yake alikuwa na haya kumzungumzia. Siku moja kijana mmoja kutoka mji wa jirani anayeitwa Kevin alianza kumwandikia Sara ujumbe wa mapenzi kupitia simu ya jirani. Polepole wakawa marafiki wa karibu. Kevin alimwambia, ukiniamini, nitakupenda na kukulinda, usihofu kuhusu mambo ya uzazi, hayo ni hadithi tu za kutisha. Bila kuelewa, Sara alikubali kuanza uhusiano wa kimapenzi bila kinga. Kwa miezi miwili kila kitu kilionekana sawa lakini ghafla alianza kuona mabadiliko mwilini mwake, kichefuchefu, uchovu na kutopata hedhi. Alienda kwa mama yake kwa hofu, lakini hakujua asemayo, sababu akuwa na uelewa wowote wa masuala ya afya ya uzazi. Labda ni malaria au ni homa tu, mama alisema Sara kwa wasiwasi. Hatimaye walimpeleka kwenye zahanati ya kijiji jirani, ambako muuguzi alimwambia kwa upole, Sara mdogo wangu, una mimba ya miezi miwili. Sara alitetemeka. Hakuamini, alilia akasema, sijui hata hii mimba imekuaje, sijui kitu kuhusu mwili wangu, wala hatari zilizopo. Muuguzi huyo alimshika mkono na kusema, hujachelewa kujifunza, binti. Sasa tutaanza pamoja kwa afya yako na ya mtoto wako. Kwa msaada wa zahanati na kikundi cha wasichana kilichoanzishwa na muuguzi huyo akisaidizana na shirika moja pale kijijini lililokuwa likitekeleza mradi wa mwangaza kwa mtoto wa kike, Sara alianza kujifunza kila kitu kuhusu afya ya uzazi, lishe, haki za msichana na jinsi ya kujilinda dhidi ya unyanyasaji. Alihamasika kiasi kwamba baada ya kujifungua mtoto wake salama, alijiunga na mafunzo ya afya ya jamii. Miaka miwili baadaye, Sara alirudi shuleni jioni na mchana alikuwa akitembelea vijiji kuwaelimisha wasichana wengine. Alianzisha kikundi kinachoitwa Sijui leo na jua kesho. Na kila alipokutana na msichana aliyepoteza matumaini, alimtazama kwa upendo na kusema, "Nilikuwa kama wewe, lakini elimu ni tiba ya ujinga na ujasiri ni hatua ya kwanza ya kupona." Mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi hii inayoitwa Sara hajui. Je, nini hatima ya Sara kuweze kuzifikia ndoto na malengo yake? Je, Sara kuwa na mtoto kutamsababishia kutoyafikia malengo yake? Usikose kuungana nami kwenye sehemu ya pili ya simulizi hii.